Shambulio la anga lilofanywa na vikosi vya US Central Command kwa kushirikiana na vikosi vya ujasusi na usalama vya Iraq limepelekea kuuawa kwa Abu Khadija ambaye ni mkuu wa operesheni za kimataifa wa ISIS na mtu wa pili, yani second command kwa mamlaka ndani ya kundi hilo la ISIS. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha operesheni hiyo akisisitiza kuwa ushirikiano kati ya Marekani, serikali ya Iraq na serikali ya mkoa wa Kurdi, leo kiongozi wa ISIS nchini Iraq ame wawa aliwindwa bila kuchoka na wanajeshi wetu shupavu. Maisha yake ya mateso kwa watu yamefikia mwisho pamoja na wanachama wengine wa ISIS kwa ushirikiano na serikali ya Iraq na serikali ya mkoa wa Kurdi. Amani kupitia nguvu. Huu ndio ujumbe ambao aliandika Donald Trump kupitia mtandao wake wa X. Lakini kifupi nikomba, ni kwamba alikuwa anathibitisha kabisa kuuawa kwa Abu Khadija ambaye ni mkuu wa operesheni za kimataifa wa kundi la ISIS.